Hivi unajua madj ambao hawapewi heshima, hao madj ambao wazungumzii sana katika mitandao ya kijamii lakini ndio madj ambao wanapaswa wapewe heshima sana katika tasnia ya mziki wa singeli. Tukianza na DJ ambaye ya anafahamika au anajulikana kwa jina la DJ Marota. Huyu bwana, watu wa Dar es Salaam, msanii akitokea Morogoro lazima kazi zake ziwe zimepitia kwa DJ huyu, lazima kazi zake ziwe nzuri sana kiasi kwamba watu wa Dar es Salaam wasema ngoma ya Rogonga, DJ uni, DJ huyu ni DJ Marota, yani amepeperusha vyema sana bendera ya Morogoro. Na DJ wa pili namzungumzia DJ ambaye anafahamika kwa jina la DJ Mlisho. Huyu DJ bwana amefanya kazi na wasanii wa Kongo, amefanya kazi na wasanii ambao waliweka chimbuko la mziki wa singeli singeri. Moja ya wasanii ambao wamefanya nao kazi ni pamoja na Msagasumu, MC Sudi, Alidi Kapara pamoja na Shoro Mwamba. Na DJ wa tatu kabisa namzungumzia DJ ambaye anafahamika kwa jina la Duke utaua. Huyu bwana amefanya baadhi ya wasanii wengi ambao sasa hivi wanafanya vizuri, baadhi yao kitambo walipitia mikono yake, yaani zamani ilikuwa lazima uende ukafanye ngoma kwa duke ili ngoma yako iende, ukiachana na msanii wake ambaye yupo naye sasa hivi msizo, lakini amefanya kazi na wasanii wengi sana wakina PK, wakina Wenga Zemuni, wakina Kitale championi na wasanii wengi sana. Na DJ wanne namzungumzia DJ ambaye anafahamika kwa jina la Kumdindi 7. Huyu bwana wa madj wengi wa sasa hivi hawampi heshima yake, lakini huyu ni mtu fulani ambaye ana uwezo mkubwa sana. Ni mtu fulani ambaye ukimpelekea kazi yako anaitoa vizuri sana na nakumbusha tena, madj wa sasa hivi wamuheshimu sana. Huyu ni mtu muhimu sana katika katika tasnia ya mziki wa singeli. Shabiki, sasa nataka uniambie hapo katika session ya comment, unadhani ni DJ gani mwingine ambaye apewi heshima yake, katika mitandao ya kijamii azungumzii sana katika media, lakini ana uwezo mkubwa sana. Sasahu pia kunifollow katika mitandao yangu ya kijamii, comi 6 trader finest presenter ad